Ndugu zetu watu wa Mbuungani. Nafahamu zipo changamoto nyingi sana katika upande wa afya. Lakini tumekuja mbele yenu kuambia na kuwataarifu umma watu wa kata ya Kalangalala. Upo ujenzi wa vituo vya afya, upo ujenzi wa zahanati, lakini upo uboreshaji wa hospitali zetu, especially hospitali yetu hii ya Manispaa ambayo iko hapa. Nataka niwaambie watu wa Mbuungani. Mkitupa ridhaa tarehe 29 mwezi wa kumi, tunaenda kufanya mabadiliko makubwa sana katika sekta ya afya ili yenu ya kuleta mabadiliko katika ujenzi wa zahanati na vituo vya afya. Na hili Mheshimiwa Mungu anakuja kusema hapa ili mwisho wa siku mkatupatie kura za kutosha ili katika upande wa afya tukawasaidia kuletea maendeleo hasa katika ujenzi wa vituo vya afya. Ndugu zetu watu wa Mbuungani, nafahamu huwezi kuzungumza kuomba kula usipotaja vijana. Vijana wanahitaji kuwa na ajira. Vijana wanahitaji kuwa na mbinu zote za ujuzi kuwafundishia mafunzo ili waweze kupata pesa. Lakini nataka niwaambie watu wa Mbuungani ambao mko hapa. Tumejipanga kwa kikamilifu. Ipo mikopo ya asilimia kumi ambayo ipo katika halmashauri zetu ambayo haina riba kabisa. Asilimia nne kwa vijana wetu, asilimia nne kwa akina mama na asilimia mbili na asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu. Kazi yetu ni moja tu, tupigieni kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ili swala la ajira na mikopo kwa ajili ya vijana wetu basi tukawasaidia katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Niseme nini kuhusu akina mama we... akina mama, shauku yako kubwa ni kupata mikopo ambao waendeshe chama zao wanatamani katika masoko yao yote kwamba wanapopata mitaji katika kipengele cha kupata mikopo. Nataka niwaambie watu wa Mbuungani, tuko hapa kuomba kura ili tukawasaidia katika kupata mikopo ya kina mama, ili mkafanya biashara vizuri na watu nzuri. Mbunge yuko hapa, ataeleza kwa kina namna gani tuenda kutengeneza masoko ili mfanye biashara zenu vizuri. Masoko haya yatakuwa ni masoko ya kisasa ambayo tunatamani Kalangalala, ambayo kila mwananchi anata ngalala suluhisheni ni sisi watu watatu. niseme nisiseme. Kwenye maji, kwenye maji, nafahamu watu wa Mbugani, watu wa Kivukoni mnatamani kupata maji safi na salama, lakini marubani wenu yuko hapa, Injinia Chacha Mwita Wambula ambaye anakuja kueleza kwa kina namna gani ya kuyatoa maji kwenye tenki kule mkoani ili yashuke kwa watu wa Mbugani, yashuke kwa watu wa kivukoni ili muweze kupata maji salama na salama kabisa, watu waweze kuoga; asubuhi wanaoga, mchana wanaoga, jioni na wanaoga na usiku. Nani kama sisi? Sasa, ndugu zangu, watu wa Mbuungani, nataka niwaambie niliyesimama mbele yenu hapa, nagombea udiwani wa kata ya Kalangalala. Kwenye kauli ya mbiu yangu naisema kila siku, natamani kuwa na uongozi wa wazi ila kila mwananchi wa kata ya Kalangalala akapate maisha bora. Lakini mbunge wetu injini ya Chacha Mwita Wambula, mimi Chacha huwa namfananisha na Ngugi wa Siomu kwamba amekuja kuikomboa Geita mjini. Nataka niwaambie watu wa Mbuungani, mkiniletea injini ya Chacha Mwita Wambula, kazi yangu ni kuheshushia maendeleo hapa Mbuungani na watu wa Kivukoni.